Muungano wa masista wa kanisa la Katoliki nchini unaitaka serikali pamoja na mashirika ya kijamii kuweka mikakati maalum ya kukinga watoto kutokana na ongezeko la visa vya vi ulanguzi wa kingono miongoni mwa watoto na haswa katika maeneo ya ukanda wa pwani. Masista hao wameeleza kuwa ipo haja ya kuanzishwa kwa hamasa kwa wazazi kuhusu madhara ya ulanguzi huo huku wakitaja fuo za bahari na nyumba za kukodi maarufu kama Airbnbs kuwa maeneo yanayotumiwa kutekeleza unyama huo, na wanaoingia nchini kama watalii ama wahisani wakiahidi kusaidia watoto hao kimasomo. Aidha, wanasema ulanguzi huo huathiri watoto hao kisaikolojia na kusababisha wao kutojiamini. To create a protocol to sensitize families of the harm of child sex tourism and to strengthen parental care and supervision of the underage children who we'll go through this. Wale ambao wana wako na hizo Airbnbs, the landlords plus wale ambao ni owners wa Airbnbs. Pia tutaanza mazungumzo na wao, tuanze kujua je, wana, wanafanya vipi kazi zao na tunaweza supportiana kivipi tuweze kuhakikisha watoto hawaingizi ama watumii katika hizo nyumba zao.